Ndugu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha leo dominika ya kwanza ya Majilio. Majilio ndiyo kipindi ambacho kinafungua mwaka mpya wa Kanisa, mwaka wa maadhimisho ya kiliturujia, na liturujia ambayo ni maadhimisho ya mafumbo ya wokovu, inatupa nafasi ya kuanza mwaka wake mpya kwa kupitia namna na ile ile ambavyo historia ya wokovu wetu ilianza. Na historia hiyo ya wokovu ilianza kwa namna gani? Ilianza kwa ahadi ya ujio wa Masiha na ilianza kwa watu wa Mungu kumsubiria kungojea huo ujio wa Masiha. Kumbe historia ya wokovu wetu ilianza kwa watu kujiandaa kumpokea Masiha, kumpokea Mkombozi. Na ndugu zangu, hicho ndicho kitu ambacho kipindi hiki kipya cha mwaka wa Kanisa kipindi cha mwanzo kabisa cha mwaka wa kanisa kinatualika kufanya uishi tukingoja, uishi tukitazamia, uishi tukisubiria ujio wa Masiha. Na kipindi hiki cha majilio kinatualika basi tuishi huo ujio katika namna tatu. Namna ya kwanza kinatualika tuweze kutazamia kungoja na hatimaye kuadhimisha ujio wa kwanza wa Kristo, ujio wa kwanza wa Masiha katika historia, pale ambapo alizaliwa huko Betlehemu. Namna ya pili ni kuweza kutafakari, kuadhimisha na kuishi ujio wa Kristo sasa katika maisha yetu na namna ya tatu ndiyo hiyo ya kujiandaa kungoja na hatimaye kuadhimisha ujio wa pili wa Yesu katika hiyo ambayo tunaiita siku ya mwisho. Katika kutafakari ujio huo wa kwanza, tunacho kitafakari hasa ni ujio wa Yesu katika historia, kwamba Yesu ni kweli alizaliwa Yesu ni kweli aliingia ulimwenguni, na Yesu huyu Masiha sio hadithi, sio masimulizi, bali ni kweli aliingia katika ulimwengu na akazaliwa kwetu, na ujio wake kwa kweli umeubadilisha ulimwengu, kwa sababu umeuletea wokovu. Sasa sisi tunapofanya maadhimisho hayo kungoja ujio wake tuna ngoja tukifahamu kwamba maadhimisho hayo yatakuwa tarehe ishirini na tano Disemba. Lakini Wayahudi, watu wa Mungu, taifa la Mwenyezi Mungu, Wakristo waumini wetu wa kwanza, wao walingoja wasijue ni lini atakapokuja, na walingoja kwa zaidi ya miaka elfu nne walikuwa wakisubiri na kusubiri na kusubiri kati ya vingi, ndugu zangu, ambavyo ujio huo unatufundisha sisi ambao kwa kipindi cha majilio tunapenda kuishi ujio huo wa kwanza, ni subira. Tunafundishwa saburi, tunafundishwa uvumilivu, tunafundishwa kungoja. Mungu aliwafanya taifa hilo lake, watu wake, wasubiri kwa miaka mingi sana. Kwa nini alifanya hivyo? Inawezekana hatuwezi kupata majibu kwamba kwa nini Mungu pale tu ambapo e, wazazi wetu wa kwanza walipokosea akaahidi ukombozi. Kwa nini asingemleta huyo Masia kesho yake, akawafanya watu wasubiri miaka elfu nne? Hatuwezi kujibu kwa ufasaha, lakini tunaweza tukapata jibu hilo kwa kuelewa tu kwamba hiyo ndiyo pedagogia ya Mungu. Ndiyo namna ya utendaji wa Mungu, ndiyo namna ya Mungu kuwaandaa watu wake kupokea mema yake. Aliwafanya wasubiri, na sisi tunapenda katika kipindi hiki cha Majilio kujifunza hiyo saburi ya kimungu, kujifunza huo uvumilivu wa kimungu ambayo ndiyo pedagojia yake. Tunafahamu jinsi ambavyo ni ngumu katika maisha yetu kusubiri mtu anayesubiri anaambiwa anapoteza muda. Mtu ambaye anavumilia anaonekana ni dhaifu, na yule ambaye anaishi kwa kungoja anaonekana anaumia. Na ndiyo maana hata Waswahili wanasema ngoja ngoja huumiza nini? Matumbo. Kwamba akili yetu ya kawaida na namna ambavyo ulimwengu wetu unakwenda hatupokei sana vitu hivi vya kusubiri vya kungoja na vya kuvumilia. Lakini katika hiyo pedagojia ya mwenyezi Mungu tunaona kwamba kwa njia hiyo ya saburi ya subira, subira inafundisha. Mungu amependa kuwafundisha watu wake vitu vingi kuhusu huyo masia kwa njia ya kusubiri. Subira inaunda wale watu ambao walikuwa wametawanyika wale watu ambao walikuwa hawana umoja, wale watu ambao walikuwa si chochote, wameundwa wamekuwa taifa la Mwenyezi Mungu. Na hapo Kristo alipokuja amelikuta ni taifa liloungana katika nia moja kumtazamia huyo Masiha. Subira inaandaa. Wakati wa kusubiri ni wakati wa kujiandaa. Subira inakomaza na subira inapandisha thamani ya kile kinachosubiri. Ni hali ya kawaida kabisa, unapokisubiri kitu kwa muda mrefu, hamu na thamani yake inaongezeka. Angalieni tu namna ambavyo hata katika malezi yetu tunapitia -ma miaka mingi kweli, miaka nane, wengine miaka tisa, wengine miaka kumi kuwa padri. Sasa hii haimaanishi tu kuwapotezea muda, lakini ni katika hiyo pedagogia ya subira, subira, kuweza kufundishwa, kuweza kuundwa kuweza kuandaliwa kuweza kukomazwa, na hatimaye kupandisha thamani ya kile kinachosubiriwa. Subira haimaanishi kuacha uovu uendelee, kuyaacha mambo yaende namna na ambavyo yanakwenda bali, subira ya kimungu ni kutenda kazi pamoja na mpango wa Mwenyezi Mungu, wakati huo huo, kuupa nafasi mpango wa Mwenyezi Mungu uweze kutekelezeka katika maisha. Tunapoadhimisha kipindi hiki cha Majilio na kuadhimisha hasa huo ujio wa kwanza wa Kristo, tunafundishwa kuwa watu wa saburi, kuwa wavumilivu na kuwa watu wa kungoja. Si kungoja kitu kingine bali ni kushirikiana na mpango wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu na kuuruhusu huo mpango uweze kutekelezeka, si kama sisi tupendavyo bali ni kama Mungu mwenyewe ana Namna ya pili ndiyo hiyo ya kuadhimisha ujio wa Kristo sasa. Kristo alipokuja hakubaki tu katika historia bali aliingia katika maisha ya watu na anaendelea kuingia katika maisha ya watu. Majilio inatukumbusha kwamba Kristo huyo aliyekuja ulimwenguni, aliyeingia katika maisha ya watu anataka kwa namna nyingine ya pekee zaidi kuingia katika maisha yako leo. Nini maana ya neno hilo ambalo huenda tumeisikia mara nyingi kwamba tunaalikwa tuweze kumpa Mwenyezi Mungu nafasi katika maisha yetu. Na yeye mwenyewe anazidi kutualia katika maandiko matakatifu na katika mwaliko wa namna nyingi tumpe Mungu nafasi katika maisha yetu. Yeye ye mwenyewe anapenda tumpe nafasi ili aweze kuyapa maisha yetu umungu na ndiyo maana katika kipindi cha Majilio tutasikia mwaliko unaojirudia unayojirudia mara kwa mara, tengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake, kwa sababu Kristo hatamani kubaki tu katika historia, bali anatamani kuingia katika maisha yako, kuingia katika maisha yangu ili ayabadili. Maana yake si kumweka Mwenyezi Mungu au zile taratibu za kimungu kama mpango kati ya mipango mingi ya maisha yetu ni kubadilisha mfumo mzima wa maisha yetu ili uweze kuanza na yeye, kubadilisha mwenendo mzima wa maisha yetu ili uweze kumpa yeye nafasi ya kwanza. Ndiyo maana pia majilio inakuwa na sura ya toba, sura ya mageuzo, sura ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Inawezekana Mungu amebaki tu katika yale mambo ya kawaida ya juujuu, yale ambayo unasema kabisa kwamba hapa hata Mungu asiponisaidia naweza nikaenda yanapozidi kuwa magumu, yanapozidi kuwa ya hatari zaidi, unamtumia huyo Mwenyezi Mungu na vitu vingine ulivyo nazo, nyenzo zako binafsi. Lakini mapambano yanapokuwa ni makali zaidi, si Mungu anayeonekana, si nyenzo zako binafsi ambazo zinasaidiana naye, bali ni wewe mwenyewe kutafuta njia yako, kwa sababu sasa hali imekuwa ni ngumu. Majilio yanapotuambia tuitayarishie Mwenyezi Mungu nafasi yetu inapenda ile nafasi ya kusema kwa lugha zetu, lugha ya mama, ndipo hapo awepo Mwenyezi Mungu hapo. Kwamba mpango ule mzima, kwamba mimi nitakapoondolewa chochote kile katika fikra zangu, katika uwezo wangu, katika yote nilionayo ndani kabisa, awepo Mwenyezi Mungu. Hicho ndicho ambacho yeye mwenyewe anapenda katika kipindi ki cha maajilio, tukiandaye na yeye mwenyewe aingie huko kwa sababu ujio wake sio tu katika historia bali ni ujio wake leo na sasa. Namna ya tatu na ya mwisho ndio hiyo ya kutafakari na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu. Majilio inapenda pia kutukumbusha kwamba Kristo atakuja tena, Kristo atarudi tena, Kristo atarejea na hicho ndicho ambacho kanuni yetu ya imani tunaiadhimisha, tunaitamka, tunaikiri na kuiadhimisha, kwamba Kristo atakuja tena. Ulimwengu huu hautaendelea kubaki kama hivi ulivyo, kwa sababu unaelekea katika ukamilifu wake. Na Kristo kuja tena maana yake ni kwamba ulimwengu huu utapata ukamilifu wake huo katika Kristo. Ndiyo maana sasa katika injili ya leo kuweza kutusaidia kuongojea huo ujio wa pili wa Kristo, inatuambia kesheni. Inasema kesheni, kwa sababu kama mwenye nyumba angalijua saa ile ambayo mwizi anakuja atakesha. Na inafanya hivyo kwa kutuonesha juu ya mambo matatu. Nafasi ya kwanza inasema kwamba kukesha huko kunafananishwa na kama ile siku ya Nuhu ambapo watu walibaki na mambo yao wakashindwa kuingia katika ile safina. Mambo yale waliobaki nayo ni yapi? Inasema Injili kwamba wale watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa. Mababa wa Kanisa wanapotafsiri kifungu hiki wanasema hawa ni watu ambao waliishi maisha yao kwa kubaki kwenye vionjo, vionjo vya juu yani kula na kunywa, kuridhika na kuburudika, kutosheka na kufurahi, na vionjo vya chini, kuoa na kuolewa. Ndiyo hayo mambo ya kimwili na mambo ya kimimwe. Anasema Kristo katika Injili hii, anayebaki akiishi katika maisha yake kwa njia ya vionjo tu, kutimiza vionjo hivyo bila kunyanyua macho yake kuelekea huo ubungu, siku hiyo itafika na yeye ataachwa nje, kama ambavyo wale watu katika siku za Nuhu waliachwa nje. Lakini pia namna ya pili ndiyo hiyo ambayo tumeisikia katika Injili, kwamba kuna watu wawili watakuwepo wanafanya kazi, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Maana yake ni kwamba hawa ni watu ambao kwa nje wakaonekana wako sawa, wakaonekana hawana utofauti, lakini mmoja amezingatia mambo yake ya ndani, anakesha na mwingine hajazingatia. Kumbe kukesha, maana yake ni kuyapa nafasi pia yale mambo ya ndani ambayo kwa nje inawezekana hayaonekani. Tunawaona watu wamekaa pamoja, wapo kanisani, wapo katika malezi, wapo katika huduma, wapo katika utumishi wa umma wa taifa lakini mmoja atatualiwa kwa sababu ana ana ile kiu ya Mwenyezi Mungu ana ile hofu ya Mwenyezi Mungu na mwingine hana. Niliwahi kusimuliwa na padri mmoja kwamba alikuta watoto wawili wanacheza, watoto wawili wadogo wanacheza. Akawauliza wale watoto, hivi ninyi watoto, Mwenyezi Mungu akisema anakuja hapa leo katika ule ambao unaitwa mwisho wa dunia, mtafanya nini? Moja, akasema mimi, nikisikia hivyo, nitamwambia Mwenyezi Mungu anipe nafasi niende kanisani, nikatubu dhambi zangu, nisali na atanikutia huko kanisani. Padri akasema vema kabisa, unifanye vizuri hicho ndicho ambacho kinatakiwa. Akamuuliza wa pili, hivi wewe sasa utafanya nini? Akasema, kama Mungu anakuja, mimi nitabaki naendelea kucheza. Ee, padri akashangaa. Ni, basi akasema, ngoja nisihukumu mapema niwaulize. Nimuulize huyu bwana mdogo. Akamwambia kwa nini wewe utabaki unaendelea kucheza na umesikia kwamba Mungu anakuja? Akasema mimi, kabla sijapo kucheza nimetokea kanisani. Na haya mambo ya maungamo nimeyafanya jana. Kumbe sina haja ya kuleta na huko kwa sababu mimi nitaendelea kucheza na kumtukuza hapa na kufurahi, kwa sababu hayo mambo nimeyafanya tangu jana na hapa, kabla sija kucheza nilikuwa kanisani. Nitaendelea kuendelea na michezo yangu. Ndio hao ambao wapo kondeni wanalima. Mmoja anatwaliwa kwa sababu amejiandaa mmoja anaachwa kwa sababu. Wale kina mama wawili wanakuwa wakisaga kwa nje, wote wako sawa, lakini mmoja amejiandaa, mwingine hajajiandaa. Namna ya tatu ya mwisho, ambayo ndio inatuambia kuhusu kukesha, inatuambia huwezi kujua ni lini na ni wakati gani. Utakapodhani kwamba unajua Kristo atakuja siku hii, ujue kwamba wewe umepotea. Saa hiyo, wakati huo, haujui mama yetu Bikira Maria ndiye mama ambaye ameishi namna hizo tatu za majilio. Ameishi namna ya kwanza alipomngojea Kristo kuzaliwa akiundwa ndani ya tumbo lake. Amemngojea Kristo kuja katika maisha yake pale ambapo alipokea na ameyaishi maisha yake kama mfuasi wa kwanza wa Kristo, na ameungana na, wa, na, na wale mitume wa kwanza kungojea ujio wa pili, na yeye amekuwa ndio tunda la kwanza la utukufu wa ujio huo. Umwombe mama huyu Bikira Maria atufundishe, atuelekeze, atusaidie namna na ya kuishi majilio wakati wetu. Tumsifu Yesu Kristo.